Jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo imesitisha usindikaji wa madini ya shaba na kobalti katika juhudi za kuboresha uwazi na kuzuia usafirishaji haramu wa madini. Hii ni TriGen Media. Kongo, muuzaji mkuu wa kobalti duniani, anaichangia karibu asilimia sabini ya uzalishaji wa kimataifa, imekuwa ikipambana kwa miongo kadhaa na uchimbaji haramu wa madini ambao huathiri mapato ya taifa. Amri hiyo iliandikwa Disemba kumi na tisa na kusainiwa na waziri wa madini Louis Watum Kabamba. Inaamuru viwanda vyote vinavyosindika viw na kuuza shaba na kobalti kusitisha shughuli hiyo na kuthibitisha asili ya madini yanayotumika. Tume itaundwa kuhakikisha utekelezaji wa amri hiyo na ufuatiliaji wa halali wa madini yanayotumika. Likoko, kikundi kisichokuwa cha kiserikali cha Kongo ambacho kinalenga kupambana na ufisadi katika sekta hiyo, kimesema vyombo vingi vinavyoendesha shughuli zao kinyume cha sheria vilitoa hongo ili kupata vibali vyao na kukwepa mahitaji yaliyowekwa katika kanuni za uchimbaji madini. Kongo ilizindua kundi lake la kwanza la kobalti inayoweza kufuatiliwa mnamo mwezi Novemba, ili kusafisha mnyororo wa usambazaji na kuoanisha uzalishaji na viwango vya kimataifa vya mazingira, kijamii na utawala. Kazi ya uchimbaji madini imetoa ajira kwa raia wengi nchini Kongo huku ikiajiri takriban watu milioni moja nukta tano hadi milioni mbili na kusaidia zaidi ya watu milioni kumi kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo mzalishaji mkubwa wa kobalti duniani, ambayo ni madini muhimu kwa betri zinazotumika kwenye magari ya umeme na kwenye simu. Madini hayo yanazalishwa zaidi katika eneo la Katanga. Hata hivyo, licha ya utajiri wake wa madini, Kongo inasalia kuwa miongoni mwa nchi zenye maendeleo duni kabisa duniani kutokana na migogoro, ufisadi, magendo na usimamizi mbaya. Ei eh, ni Trigen Media.